Tumekuja hapa kwa ajili ya kuwasilisha sadaka ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa kwa ajili ya watoto zaidi ya mia tatu katika vituo kumi katika mkoa wetu wa Njombe. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utaratibu wake ambao ni wa kimungu kabisa kwa sababu katika kila mwaka au kila wakati zinapotokea sikukuu zinazoambatana na ibada ya dini iwe ni kwenye Pasaka au Ramadhani, amekuwa na utaratibu wa namna hii wa kusherekea pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika mkoa wetu na katika maeneo mengine katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo, ziko baadhi ya vitu ambavyo amevitoa ili watoto hawa pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika vituo kumi katika mkoa wetu wa Njombe. Ametoa sukari, ametoa sabuni, ametoa vinywaji kwa mantiki ya kwamba soda kwa ajili ya watoto, ametoa mchere ametoa mafuta ya kupikia pamoja unga wa ngano pia ametoa. Kwa hiyo tunavikabidhi leo hapa sisi kama mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa, lakini vitu hivi amevitoa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ili watoto hawa wanaposherekea siku hii ya Eid al-Fitri basi waweze nao kusherekea kama watoto wengine. Tunatambua na anatambua sana mheshimiwa rais, kwa sababu tunajua ni mcha Mungu pia mwenye imani. Anatambua namna ambavyo katika vituo hivi walezi wa vituo mnafanya kazi kubwa mno, moja ya kulea watoto wetu hawa, kulea Watanzania hawa ambao wengine wazazi wao walitangulia mbele za haki wengine walitupwa, wengine wali wazazi wao walezi wao hawana uwezo kabisa, lakini na wengine mmewapokea kutoka katika mazingira magumu, na wengine kutoka katika maeneo mbalimbali, wengine wazazi wao ni walemavu. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana walezi wa vituo hivi zaidi ya kumi ambao mnaendelea kuifanya kazi hii ya kimungu kulea watoto hawa ambao ni taifa la sasa na baadaye la Tanzania katika mkoa wetu wa Njombe.